Mimi naitwa Anderson Limo ni katibu wa Baraza la Ushauri la Wazee Taifa. Ya sisi kama wazee tunaunga mkono eh, maelekezo ya serikali awamu ya, ya sita inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuhimiza kuimiza michezo mbalimbali mbali kwa wananchi na hususani kwa wazee, na tunavyojua kwamba michezo ni afya, michezo inaboresha miili yetu michezo inamfanya mtu kuwa mkakamavu na michezo vile vile huleta amani, upendo na ushirikiano. Kwa hiyo sisi, siku hii ya leo ni siku ambayo ni, kile ni maadhimisho ya kuelekea siku ya wazee duniani ambayo inafanyika tarehe moja, kila tarehe kila, tarehe moja mwezi wa kumi. Tumeshiriki kwenye michezo mbalimbali mbali. Na kama ulivyoshuhudia leo hapa tumeanza na timu mbili za wazee mpira wa miguu, na baada ya kumaliza mpira wa miguu wamevuta kamba. Baada ya kuvuta kamba, tumeona mchezo wa pete kwa kina mama. Kwa nini michezo hii hii? Michezo ni kuwafanya wazee wawe kitu kimoja, wazee wawe na uelewano, wazee waweze kuimarika kiafya na michezo inasaidia kuondoa kupunguza yale magonjwa e, nyemelezi ya ya yasiyo yaambukiza ya ya na magonjwa ambayo sio ya kuambukizwa, ni kama vile vile presha, sukari, maumivu ya viungo, miguu na kadhalika. Kwa hiyo hili ni mojawapo ambalo linaimarisha e, mahusiano ya wazee. Kwa hiyo umeona wazee wametoka sehemu mbalimbali katika manispaa hii ya Songea. Kwa hiyo kwa misingi hiyo e, hii michezo ambayo imefanyika ni lengo la kuonyesha kwamba wazee wana nguvu, wazee wanaunga mkono e, michezo katika taifa letu. Na kufanyika kwa michezo hii ni kuwafanya nao wananchi waweze kuona kwamba kumbe wazee wapo, wazee wanathamini michezo na wazee ili watoto wao na wajukuu zetu waweze kuiga yale ambayo tunafanya. Mimi wito wangu katika serikali, serikali imejipambanua sana, serikali imejitahidi sana kuthamini michezo mbali mbalimbali, na ndio maana unaona kwamba hata Mheshimiwa Rais e, anaunga mkono michezo, na unasikia kwamba kuna bao la mama. Kwa hiyo utaona kwamba ndio limefanya hata michezo ikaimarika katika Tanzania, Afrika, hata katika ulimwengu. Sasa wito wangu e, kama katibu Baraza la Ushauri la Wazee Taifa ni kuiomba serikali iendelee kudhamini e, michezo iendelee e, kudhamini na kujali wazee, wanatengenezewa wana e, maeneo maalum ya kufanya michezo. Na ningetoa wito kwamba kila halmashauri kila halmashauri hapa nchini iweze kutenga maeneo maalum kwa ajili ya wazee kufanya michezo yao mbalimbali na itawasaidia kuepukana na magonjwa yasiyoambukiza. Kwa hiyo mimi, ni wito wangu kwa serikali, wao wasimamie na hasa, na hasa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum ni kuwashirikiana na Wizara ya Michezo na Utamaduni kuhakikisha kwamba michezo inapewa kipaumbele kwa makundi yote. Na wazee kama kundi ambalo ni maalum linapaswa liwe na, ma, na, na, na, na social clubs ziliwe na, vi, na, na, na, na vikundi maalum vya michezo kwa hiyo mimi nitoe tu tena wito kwamba ni vizuri halmashauri zikatenga viwanja vikatenga maeneo maalum kwa ajili ya michezo kwa wananchi na hasa kwa wazee nitoe wito sisi siku ya kuadhimisha siku ya wazee duniani kitaifa utaona kauli mbiu yetu inasema hivi wazee washiriki uchaguzi kwa ustawi wa jamii yetu. Kwa hiyo ninahimiza wazee wote wazee wote nchini na wananchi wote waliojiandikisha kwenye daftari la mpiga kura, tujitokeze tarehe 29 mwezi wa kumi kwenda kuwachagua viongozi wetu ambao watatuongoza na wale wenye mapenzi mema ya kutuletea maendeleo, na tunakwenda kumchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kinara ambaye awe ni mwenye maono, mwenye kupenda wa Tanzania, mwenye uchu wa kupenda kuleta maendeleo kwa Watanzania wote na kusimamia rasilimali zote zilizopo katika nchi hii, na tumeona mambo mengi sana yamefanyika kwenye awamu ya sita. Kwa hiyo tunaunga mkono maendeleo yote ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya sita chini ya rais Eh, Samia, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo ni vizuri tukaunga mkono na tuwachague rais wa Jamhuri ya Muungano wa Mungaro, Tanzania, vivyo hivyo tuwachague wabunge ambao wako mstari wa mbele kusimamia maendeleo ya Tanzania na vilevile tuwachague wa, waheshimiwa madiwani wa kata zetu na viti maalum kuhakikisha kwamba tunapata viongozi madiwani wa bunge ambao watalisukuma gurudumu hili la maendeleo kuwaletea Tanzania wote maendeleo kuanzia mwaka 2025 mpaka 2030. Kwa hiyo tusiache kwenda kupiga kura, na ndiyo maana utaona kwamba sisi kama wazee tunaunga mkono sana, ndiyo maana kauli yetu mbiu inasisitiza wazee tushiriki uchaguzi kwa ustawi wa jamii yetu ya Tanzania.